Kuna mategemeo kwamba pengine baada ya miaka mitatu minne, tunaweza sisi Morogoro tukawa wazalishaji wakubwa zaidi kuliko wale wa Zanzibar. Kwa nini? Kwa sababu kuna fakta nyingi. Zanzibar ni kisiwa, of course, nami natoka Zanzibar, mikarafuu yao ni ya zamani, hakuna hali ya hewa kama hii ya mito na vitu vingine. Lakini Morogoro kinyume chake, ina eneo kubwa, ardhi kubwa, maji mengi hali ya hewa yake na sapoti na ukiachilia hii Morogoro vijijini ambayo inazalisha karafuu, lakini bado kuna maeneo kama ya Gairo ambayo sisi tunasema ni eneo kame ukiangalia kwa macho, lakini bado kuna maeneo karafuu inaota na tayari ishaanza kuzaa, lakini tuna eneo la Mvomero, ukenda kule Turiani juu kule bado na karafuu zipo na zinazaa. Kwa hivyo, tuna uwezo mkubwa sana Morogoro kuzalisha karafuu, na pengine tukavuka ta, tukafika tani elfu nane na kwenda na mbele. Kwa hivyo, tunaweza tukawa, tuna, na ile tuna kwa hivyo na ile tunalolitegemea kwamba tunaweza tukawa wazalishaji wa karafuu wakubwa Tanzania. Kwa sababu hiyo na sisi tumekuwa na programu nyingi, na programu ambayo iliwavutia viongozi wenu, tuliwaambia kwamba tuna programu ambayo ya kuwagawia mikarafuu wanafunzi ambao wapo form 1 au kidato cha kwanza, na hii programu tulianza mwanzoni mwa mwaka huu. Tulikuja na hilo wazo kwamba hivi tukiwapa hao wanafunzi wanafunzi mikarafuu, kila mmoja tukampa mikarafuu kumi na tukimpa mikarafuu kumi kutoka form 1 mpaka akifika form 4, mkarafuu ule atakuwa kishakana miaka mingapi? Minne. Na kawaida ya mkarafuu ili ukapandwe utolewe kwenye kitalu ukapandwe shambani, ni lazima kule kwenye kitalu ukae kama mwaka mmoja, na kwa maana hiyo akipewa mkarafuu yule mwanafunzi, mkarafuu wenyewe sasa utakuwa na miaka mingapi? mitano na, na mti wowote, kama pana watu hapa wa agriculture watatuambia, miti mingi duniani ikitimia miaka mitano lazima inafanya nini? Inazaa. Kwa hivyo na sisi, tegemeo letu, tukiwapa wao mikarafuu kumi na yeye yuko form 1 akikaa nao mpaka form 4 na, na ule mikarafuu sio wakaipande shule, wakaipande wapi? Nyumbani. Na programu ile inatuambia kwamba tuwape ile mikarafuu wale wanafunzi ambao waliokuwa hawapo boarding, wanasoma form 1 lakini wanakaa mpaka jioni, halafu wanarudi wapi? Nyumbani. Tulichotegemea tukimpa, akifika nyumbani ataitunza, kama kuna jua, maanake atakuwa na nafasi hata ya kumwagilia maji, alimradi tu mikarafuu ile kumi isife. Tegemeo letu itapofika miaka mitano mkarafuu wakati yeye anamaliza form 4 mikarafuu yake inaanza. Kwa maana huyu mwanafunzi atakuwa sasa amemaliza form 4, lakini ana kitu ambacho anachokitegemea. Kwa maana hiyo sasa, ni empowerment fulani hivi ya vijana, ili waweze kujitegemea na maisha kama tumeeleweka vizuri na hiyo programu yenyewe eh? Sasa ina vitu vingi, sisi tegemeo letu kwa programu ya elimu ya sasa hivi kwamba mwanafunzi akimaliza form 4 kama hakwenda 5 6 maana yake atakwenda wapi? Atakwenda VETA, ndo program, ndo sera ya elimu sasa hivi. Na VETA wanataka ulipe kati ya laki mbili mpaka laki mbili na nusu mpaka nne. Mikarafuu kumi ina uwezo wewe wa kumzalishia mpaka milioni kwa ile miaka mitano ya mwanzo pale inapozaa, kwa maana hiyo ataweza kujisomesha kule VETA na hela kidogo itafanya nini? Itabaki ameamua, mimi sitaki kusoma, aendelee na mambo yake, maanake ile itakuwa sasa ni kitu cha kicho, kichocheo kwake yeye kutafuta namna gani aweze kujiendeleza. amekwenda akifika 56 hii mikarafuu tayari itakuwa nayo imeingiza uwezo wa nini, wa kuzaa. Na ikizaa tunategemea itakuwa sasa, nyie mliokia vioni, mnasema ni bumu la kumsomesha yeye chuo kikuu. Kwa maana hiyo kuna uwezekano akaachana na haya masuala ya nini ya, ku, ya bodi ya mikopo siu kitu gani au kumtegea baba yake mama yake ili aweze ya kumpa pesa e, kama ambavyo tulivutiwa tulipata ripoti ya mkoa kutoka ofisi ya, ya, ya katibu e, tawala wa mkoa wa Morogoro akatuelezea shughuli zote ambazo zinafanyika katika mkoa huu. Kwa kweli, sisi kwa niaba ya SHIMMUTA tulivutiwa na mradi huu tukaona sasa, kama sisi sehemu ya jamii e, tuje tusaidie. Kwa maana hiyo e, tumepata michango kwa wanachama wetu wote e, ambao wako kwenye shirikisho letu hili na tumeamua mwaka huu e, tutatoa tutatoa shilingi milioni mbili kwa ajili ya kununua miche hiyo ambayo itafanikisha shughuli nzima za mradi huu ambao mkoa unaofanya. Jambo lina faida nyingi, lina faida kwa mtu mmoja mmoja mpaka kitaifa. Unapopanda mikarafuu kwenye milima ya Uluguru, sasa milima mikarafuu ipande kwa sababu ukipanda msedelea utaukata, ukipanda mkangazi utaukata lakini ukipanda mkarafuu na blasini hutaukata, kwa hiyo milima yetu inakuwa na ulinzi wa milele. Kwa hivyo hivi vitu ni vya msingi sana, na alitupeleka Zanzibar, alipeleka kule kwenda kuangalia mazingira ya wezetu. Kwa kweli maisha ya mti huu yanaweza kumweka mahali pazuri kwa mwananchi, hata nchi yetu inaweza kutambulika kwa mazao kama haya. Kwa hivyo nasema ukatutawala uko vizuri, na Mwenyezi Mungu akubariki sana vile ambavyo unavyoangalia wakulima.